Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tulikuwa tukihangaika kuwatazama, wapi maskini wapo, tuwafikishie huduma ya msaada ya chakula. Tuendelee na tabia hiyo ya kutafuta maskini. Tusingoje mayatima watutafute, tusingoje wajane watutafute. Kama mnavyoona e, tumetoka kwenye sala ya Idi leo, ni Idi baraka, na kama mnavyojua siku hizi zina shamra shamra nyingi sana. Sisi kama serikali ya mkoa na vii vyote tumejipanga kuhakikisha kwamba ndugu zetu wanasherehekea Idi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo tumejipanga vema kwa kisha, maeneo yote hatarishi tunawekea ulinzi, lakini mlinzi wa kwanza ni familia. Kwa hiyo nawaomba na kuasi sana wazazi hasa, tuwalinde watoto wetu katika salii za sherehe hizi, kwa sababu mekuwa na matukio mengi, wakati mwingine yanaharibu kabisa maana nzima ya sherehe hizi, lakini sisi kama serikali tumejipanga na tunawatakia Aidi njema Waislamu wote. Tumenyoka vizuri, tunahifadhika vizuri, lakini mwezi umeondoka. Leo tunasema inadilahi lakini kwa wale ambaye walikuwa wanamkubali Mwenyezi Mungu siku zote imani zao zimetulia, na naimani tutaendelea kumtaja Mwenyezi Mungu na kufanya ibada kama kawaida. Watu walikuwa wanaadabu sana mwezi wa Ramadhani, walikuwa wanajistiri vizuri, hata sehemu zetu hizi za biashara ya wanaeuza wenzetu pombe, kulikuwa hakuna watu kabisa. Wajitahidi kuwa watiifu kama walivyokuwa wana utii mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na miezi mingine, basi wajitahidi kuwa kama mwezi huu uliopita, ili tuweze kufuata suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eh, tuwe yale ambayo tulikuwa tuafanye mwezi wa Ramadhani, basi tudumu, tudumu nao kama inavyosema dini inavyosema, eh, eh, ili tuendelee kuwa wachamungu.